Eh, napenda kuwatangazia wanachama wote ambao ni waamuzi wa mpira kwamba mpira wa miguu kwamba uchaguzi eh, mchakato wa uchaguzi mkuu umeanza leo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo tumeanza kwa kutoa tangazo ambalo tunaamini kwamba limewafikia wadau wetu na hasa kupitia kwenye vyombo vyetu hivi habari na mitandao mbalimbali ya kijamii eh, na baada ya kutoa tangazo leo, fomu zinaanza kutolewa kesho na zoezi litahitimishwa tarehe kumi na tisa mwezi wa nne e, katika chama cha waamuzi wa mpira wa miguu zilizopo kwenye chama cha mpira wa miguu pale Karume jijini Dar es Salaam, lakini pia itakuwa zinatolewa kwenye ofisi za chama za wilaya na za mkoa. Kwa hiyo tupende kuwakaribisha wanachama wote wachukue wa, wa, wa, fomu hizo kwa ajili ya kugombea na nafasi zinazogombewa ni pamoja na nafasi ya mwenyekiti ngazi ya taifa, nafasi ya mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha mpira wa miguu na nafasi za tatu za wajumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha waamuzi wa mpira wa miguu. E, taratibu na kanuni za kuzingatia ni kama zilivyo kwenye kanuni za chama. Kwa hiyo tupende kwa muomba wanachama wote kwa kuzingatia, ambao wanajua kwamba wana sifa za kugombea wajitokeze na kugombea. Kama nilivyosema, baada ya kuwa tume E, tumefanya tumetangaza tumetoa tangazo leo, na kwamba tutahitimisha zoezi hilo tarehe 19 mwezi wa nne. Basi kuna taratibu nyingine zitaendelea kama kama kuna mapingamizi, lakini pia tutafanya usahili tarehe saba kati ya tarehe saba mpaka tarehe tisa mwezi wa nne mwaka 2025 na baadaye zaongezea taratibu nyingine za kikanuni, na baada ya hapo tarehe ishirini na tisa tunategemea kuhitimisha zoezi la kampeni za wagombea. E, baada ya kuwa wametangazwa kwa mchujo utakao kuwa wamefanyika kwenye usahili, na tunategemea kwamba uchaguzi uhitimishwe tarehe 30 mwezi wa tano mwaka 2025 kwa katika uchaguzi mkuu wa chama utakaofanyika pale jijini Tanga. Asanteni sana. Mikakati yetu ni kama ilivyo kwenye katiba na kanuni ya chama, ni kwamba sisi kazi yetu tuliopewa kama kazi ya uchaguzi ni kusimamia kusi, kusi huu mchakato wa uchaguzi. Lakini baada ya uchaguzi kukamilika, maanake ni kwamba kitakachofuata sasa ni viongozi wote watakao wamechaguliwa kukabidhiwa majukumu, na baadaye utaanza kupitia mpango mkakati, mpaca, wa chama uliopo, na kama itaonekana kwamba unakizi wataendelea wata nao, na kama utaonekana akizi, basi watakuwa na jukumu la kuuisha, lakini bila kuathiri malengo ya chama <todicatsionale>